Sisi tunanunua MB kwenye makampuni ya simu. Swali, je, makampuni ya simu yananunua MB wapi? Kwenye hili kuna mambo mawili ya kujua. Makampuni ya simu hayanunui MB. Makampuni ya simu yananunua capacity. Nikisema capacity kwenye teknolojia ni uwezo wa waku kusafirisha data nyingi. Wewe ukinunua MB unanunua kiasi. Wao wananunua capacity. Maanake uwezo wa kupitisha data. Tafsiri ya haraka ni kwamba wewe unanunua kifurushi, wao wananunua spidi. Wananunua spidi kivipi? Wananunua uwezo wa kusafirisha zile data kuingia kwenye mitandao yao. Ukenda ukiunganisha waya huko kwenye hizo faiba, ni sawa sana kama vile umeenda kuunganisha maji. Mi nataka bomba langu liwe la nchi sita, utapata maji mengi. Mi nataka bomba langu sijui liwe la nchi ngapi, utapata maji kidogo. Mi nataka bomba langu liwe kubwa zaidi hivi, hivi ndivyo makampuni ya simu yanavyonunua capacity, maana yake wananunua uwezo. Kila kampuni inanunua kwa mujibu wa mahitaji yao. Wengine wananunua bomba kubwa, wanataka spidi nyingi kulinganisha na wateja wao walio nao, kwa sababu hizi zikifika huku zinakuja kugaiwa kwenye vifurushi vi wengine wenzangu nami, wananunua kidogo, wengine wananunua kati na kati. Nimesema bomba, sio kwamba ni bomba la maji, na nimetumia lugha hii ili we rahisi, lakini tafsiri ni kwamba wao wanalipia ile ule waya ambao unaleta data kwenye mitandao yao. Swali linakuja, wananunua wapi? Hawa wananunua kwenye makampuni ya kimataifa ambayo yanamiliki hizo faiba kwenye bahari. Hizo waya huko baharini hazikwenda tu kibahati mbaya, zile waya kule baharini zinamilikiwa na makampuni. Maanake makampuni ya ya kimataifa yametoa pesa yamekuja kusambaza hizo waya huko baharini na kuzungusha mabara yote haya tunayoyaona. Sasa kama kuna kampuni ya simu nataka huduma ya internet kwa ajili ya kibiashara, wanakwenda kwa hao makampuni makubwa kwa ajili ya kuomba huduma na wanaunganishiwa, kwa kila kampuni na uwezo wake. Mfano wa makampuni ambayo yanamiliki fiber za baharini ni kama Seacom, kuna kampuni nyingine East Africa Marine System. Zipo kampuni nyingi ambazo zinamiliki hizi waya. Sasa iko hivi, hata kwenye biashara kuna baadhi ya matajiri wakubwa wanaweza kuchukua mzigo mkubwa, halafu wakawapunguzia matajiri wadogo wadogo go ikisha wakapunguzia chini kabisa, ndivyo ilivyo. Sio kwamba watoa wa huduma wote wa simu wana uwezo wa kwenda ku, ku, kuunganisha kwenye kampuni za kimataifa. Inawezekana kwenye nchi ikawa kampuni moja tu ndo ina ina uwezo wa kwenda kuunganisha baharini, ikisha hii kampuni ikaja ikagawa kwa watoa huduma wengine. Kwa mfano Tanzania, Tanzania baadhi ya watoa huduma wengi hawachukui huduma ya internet moja kwa moja kwenye hizo waya za kimataifa, yanachukua kwenye taasisi yetu ya nyumbani TTCL. Ukisikia TTCL, tuna, ah, TTCL ndio nini? Mbona simu zao hivi na hivi? No, hawa jamaa ndio ambao wanawauzia hiyo mitandao ya simu inanunua huduma ya intaneti kupitia wao. Laiti kama TTCL watakusudia kuingia kwenye biashara hii ya simu, hii sidhani kama kuna kampuni ambayo inaweza kuifika TTCL. Bila shaka jibu lake umeshalipata, wapi makampuni ya simu yananunua. Jibu ni kwamba makampuni ya simu hayanunui MB, yananunua kapasiti, na yananunua kwenye makampuni ya kimataifa, au muda mwingine yananunua kwenye kampuni kubwa ya ndani, ambayo hiyo kampuni imeenda kuunganisha kwenye waya hizo za kimataifa. Hii ni Alzenjbary Technology. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe, na kama una swali lolote, unaweza kuweka hapo, sema comment, tutakuja kulijibu.